Ndugu zangu wananchi wa Siha, tunatambua wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaunda serikali yake, baada ya ushindi, ameanza kwa kipekee na kwa mfano mzuri kuanzisha wizara maalumu ya kushughulika na maswala ya vijana. Kwa nini kushughulika na maswala ya vijana? Kwa sababu ametambua nchi yetu idadi kubwa tulionayo ni vijana, na vijana hawajatambuliwa ipasavyo. Akaona ni vizuri na ni busara kuwa na wizara maalumu ya kushughulikia masuala ya vijana, ili wawatambue vijana wa nchi hii, na vijana wapate fursa ya kusikilizwa, na vijana wajue fursa zilizoko ndani ya nchi na waweze kuzitumia ili kujiimarisha kiuchumi. Vijana tulinde amani ya, ya nchi yetu tuipiganie, tuitetee, na tusikubali kutumika na wale ambao hawaitakii mema nchi yetu ya Tanzania. Alituahidi ndani ya siku mia moja akiwa rais, swala la bima ya afya kwa Watanzania, kwa kuanza na yale makundi muhimu ya walemavu, watoto, wanawake wajawazito na walemavu unaanza kutekelezwa, na mpango huo umeshaanza kutekelezwa na mpaka Januari mpaka Februari na imani hili litakuwa limekamilika kwa kuwapatia bima ya afya kwa makundi haya muhimu kwa kuanzia, na baadaye kuwafikia makundi yote katika jamii. Sisi wa kanda ya kaskazini ni wadau wa utalii. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuahidi kupitia ilani ataenda kuhakikisha mazingira mazuri wezeshi kuhakikisha watalii na sekta ya utalii inaendelea kuimarika. Kuimarika kwa sekta ya utalii tafsiri yake ni nini? Ni kwamba nchi tunapata fedha za kigeni kwa watalii kuja. Fedha za kigeni zikiongezeka, maanake uchumi wa nchi umeimarika. Uchumi wa nchi ukiimarika, maanake mambo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo unaenda kukamilika, kwa sababu nchi itakuwa imepata fedha kutokana na utalii ulioko. Lakini kama haitoshi uchumi wa wananchi mmoja mmoja wale wote wanaopitiwa na sekta ya utalii unaenda kuimarika. Lakini kingine, kwenye sekta ya elimu, daktari Samia Suluhu Hassan a, kupitia utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi na imani na jimbo la Sia, pia utekelezaji na uboreshaji wa miundombinu kwenye sekta ya elimu unaenda kuboresha na utaenda kuimarika. Kwa shule zile zitakazohitaji maboresho, maboresho yatafanyika kwa shule zenye upungufu wa madarasa ya wanafunzi kusomea, madarasa yatajengwa. Kwa shule zenye upungufu wa nyumba za walimu, nyumba zitajengwa. Kwa shule zenye upungufu na uhaba wa walimu, sasa ajira zimeshatoka, zinaendelea kuchakatwa, upungufu unaenda kupungua. Huyu ndiyo daktari Samia Suluhu Hassan. Samia ananyanyua magorofa tisa pale Kibongoto, na leo kwa kanda ya kasikazini, Kibongoto ndio ina CT scan, sema CT scan ya, ya kisasa kuliko kote kanda ya kaskazini. Ilikuwa ukipata shida ya CT scan, vijana wetu wanaenda Arusha au KSMC. Sasa hivi ikiharibika ya KSMC, watu wote wanaenda Arusha. Ikiharibika ya Arusha wanaenda wapi? KSMC. Akia Mungu, sasa hivi ikiharibika ya KSMC, wanakuja Kibongoto. Tuheshimiane hapa mjini unga namna hii, tuheshimiane hapa yeni hata ndugu zako walioko huko Moshi waliokuwa wanatuona tuko kijijini, waambieni kaeni kwa adabu, mtakuja kulala kwetu mpigwe CT scan Kibong'oto.